Wakati uliopita katika majira yaliyopita alikutumikia vizuri, tumeona tumesikia na tumeshuhudia. Hivyo hatuna mashaka juu ya utiajinia wake, juu ya kutaka kuendelea kutumikia, tunamkabidhi mikononi mwako Mungu. Asante kwa kumeendelea kumrinda tangu zilipoanza kampeni, tumeona amani yako ikiendelea kustawi. Tunatamani kuona pia tunapoingia kwenye uchaguzi wa ishirini na tisa amani yako endelee kustawi. Tunatamani kuendelea kukuona na baada ya uchaguzi, amani yako endelee kustawi. Yote hayo yanapotimia, ndipo tunaposema amani yetu ndiyo mshikamano wetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, nina kila sababu ya kunyenyekea chini ya mkono wako ulio hodari, ambao unaweza kuokoa. Wewe ni Mungu ambaye unasema kupitia Zaburi ya 24 mstari wa kwanza unasema nchi na vyote vijazavyo ni mali yako, dunia na wote wakao ndani yake. Ni ushahidi wa kwamba wote ambao tupo mahali hapa ni tokeo la uumbaji wa kwako Mungu.